How to be a good business competitor. Ni kivipi ambavyo unaweza ukawa na ushindani wa kibiashara. Kitu cha kwanza ambacho tutaangalia katika siku ya leo, tutaangalia vitu ambavyo vinaweza kukufanya wewe ukamiliki wateja kama inavyopaswa kumiliki katika biashara. Kitu cha kwanza tunasema kwamba kwamba continuous improvement. Kwa hiyo lazima kitu cha kwanza lazima uwe na continuous improvement zugumzea, continuous improvement tunapozungumzia, tunazungumzia kwamba lazima uwe na hali ile ya u, kuendeleza biashara yako kimkakati zaidi, au kuiendeleza biashara yako katika sehemu na vitu mbalimbali tunapozungumzia kuendeleza tunazungumzia maswala ya creative. unapozungumzia creative unazungumzia maswala ya ubunifu. Kwa hiyo biashara yako ukitaka kushindana na watu wengine, lazima uwe na ubunifu katika biashara yako. Lakini pili, tunazungumzia katika maswala ya improvement, tunazungumzia kwamba innovation, lazima uwe ni mtu wa uvumbuzi katika biashara yako ambao unaifanya. Kwa hiyo ni vitu ambavyo vitakusaidia wewe ukasimama vizuri katika ushindani mzuri wa kibiashara. Kitu cha pili tunazungumzia kwamba uwe na passion kwa wateja wako. Tunapozungumzia passion tunazungumzia ukarimu, lazima uwe ni mtu mkalimu kwa wateja wako, namna unavyowahudumia, namna unavyoongea nao, namna unavyowakaribisha, namna unavyowapatia bidhaa zao. Kwa hiyo ni vitu ambavyo vitakuwezesha wewe, hata kama mfanyabiashara yupo mbali ana amini kwamba akienda sehemu fulani ataenda kupata zile huduma, hata mbali na huduma ambayo anaenda kuchukua, lakini kuna huduma zingine ambazo zinatakiwa ziwe zitoke ndani ya mtu mwenyewe. Kwa hiyo ukiwa na hali fulani ya ukarimu, hata wateja watakukimbilia. Tuchukulie mfano, hata wewe ukienda kwenye duka la mtu ukaenda kununua kitu fulani uk, ukifika pale dukani kwake ukakuta yule mtu anavyokukaribisha anavyoonekana sura yake amejikunja, yani ana asili, utafikiri ni wewe umemchokoza au umemkorofisha ni kitu ambacho kina, kinatoa asilimia fulani kwamba, kwa mteja kwamba hapa ah, nimeingia katika sehemu gani? Kwa hiyo ukiwa vizuri katika masuala ya ukarimu, basi utakuwa na ule mvuto wa kuwavuta wateja, hata kama siku usipokuwepo, hata kama kusema kwamba sipo, mtu ana, anaona kwamba ngoja siku nisubirie siku atakaporudi ndipo nitaenda. Kwa hiyo ni kitu ambacho kitakusaidia wewe katika kushindana ushindani wa kibiashara kitu cha tatu tunazungumzia kwamba must understand your customer needs. Unapozungumzia customer needs tunazungumzia mahitaji ya wateja kwa mfano unapofanya biashara labda ya bidhaa fulani au labda nafaka au biashara yoyote ambayo unaifanya Unatakiwa kusikiliza wateja wanahitaji nini, unatakiwa kuwasikiliza vi, uh, nanilia wateja wanahitaji vitu gani. Kwa mfano wengine wanahitaji vitu vinavyotoka Dubai au wengine wanahitaji vitu vinavyotoka China, lakini unavyowasikiliza wateja wako ndivyo sasa itakavyokuwa ni vizuri zaidi na kwa urahisi zaidi watu kuongezeka katika biashara yako, na ukawa vizuri katika ushindani wa kibiashara na biashara za watu wengine. Kwa hiyo ni kitu ambacho kitakusaidia wewe kujua kwamba wae wateja wanahitaji nini katika kitu ambacho unakitoa. Hata kama sio biashara, labda ni huduma, labda ni huduma au E, tuseme kwamba ni huduma, unatakiwa usikilize watu ambao wanakuzunguka unapotoa ile huduma, wanasemaje. Kwa hiyo unatakiwa uboreshe, au kuongeza, au kupunguza. Kwa hiyo vitu kama hivyo lazima ujue namna ya kuvifanyia research kwa wateja wako. Kitu cha mwisho tunazungumzia kwamba build a strong team. Unapozungumzia strong team, nazungumzia timu nzima ile pale katika kampuni yako au katika biashara yako, especially kwa wale wauzaji. Kama umeajili watu kama umeweka watu pale wanauza, kwa hiyo lazima uwe na watu ambao ni sahihi, lakini pili, hata wale partners wale marafiki zako wa biashara lazima uwe na watu ambao wanajielewa, ambao wanajua nini ambacho wanatakiwa kukifanya kwa maisha ya kesho. Kwa hiyo mzunguko mzima wa pale katika biashara yako lazima uwe nao, lakini kitu cha mwisho ambacho lazima na chenye ukijue lazima biashara yako iambatani, iambatanishwe na, na nguvu za kiroho. Tunapozungumzia nguvu za kiroho, nadhani wengi mnazielewa. Kwa hiyo kuna ile nguvu ambayo lazima uwe nayo ya kiroho, kwa hiyo ni kitu ambacho kitakusaidia sana. Kwa grupu ambalo nitaenda kulianzisha kwa ajili ya mafundisho ya kibiblia au mafundisho ya neno la Mungu, nitaielezea vizuri katika sehemu ile. Kwa hiyo kitu cha msingi, lazima ujue vitu kama hivyo ili uwe vizuri katika ushindani wa kibiashara. Asante sana na kutakia siku njema na wakati mwema, na Mungu akubariki.